la uponyaji, sio maneno, neno la uzima, neno la ukombozi, neno la afya, neno la kuinua, neno la kujenga, neno lenye nguvu kwa jina la Yesu. Nataka nikuoneshe bado, ili uelewe, kitabu cha Matayo ili sura yake ya kumi na saba na mstari wake wa ishirini. Imani Yesu akawaambia Yesu akawaambia kwa sababu ya upungufu wa nini? wa imani yenu, sio mengine. Why why you not receive your miracle? Why you not why you not catch your blessing? It's because of lack of faith. Soma kwa mwana wa Mungu, kwa maana kwa Amini, na wa, amini. Amini na waambia ukiwa na imani kiasi cha punje ya radali. Punje ya radali ni punje ndogo sana, ndogo ndogo sana, hata ile punje ya mchanga ni kubwa, hata punje ya sukari. Punje ya sukari ni kubwa. Punje ya radali ni kapunje kadogo sana lakini ndiyo mti mkubwa kulike, kuliko miti yote duniani. Amen. Yaani, mti wa punje ya haradali ni mti mkubwa kuliko miti yoyote, yaani mti wowote. Achana na mbuyu, sio mkubwa. Achana na mnazi, sio mkubwa. Achana na mkaratusi, sio mkubwa. Achana na mwarobaini, sio mkubwa. Achana na muwembe, sio mkubwa. Mpunje ya haradali ndio mti mkubwa duniani kuliko miti yote na ndio mbegu ndogo kuliko mbegu zote duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Why you are not receive your blessing? You miss faith. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lack of faith. Lack of faith. Kwa nini mganga? Kwa nini mganga anafanikiwa kukuangusha? Mteja aliyekuja kukushtaki anamwamini mganga sana. Haleluya! Ndio maana mganga akimwambia leta mbuzi mweusi, atatafuta juu chini. Why? ninamwamini yule kiboko, yule ni kiboko. Bwana Yesu sifiwe. Kwa nini una tabu, una shida? aliye roba maisha yako alimwamini mlogaji. Bwana Yesu sifiwe. Bwana Yesu sifiwe. Amen. Imani imani imani, inakupa muujiza. Imani inakupa haja ya moyo wako. Imani inaangusha kila dhiki, kila tabu, kila laana, kila mateso. Ni imani, ni imani. Mwamini Mungu leo upote muujiza kwa jina la Yesu. Mwamini Mungu leo upokee muujiza kwa jina la Yesu. Nasema tena mwamini Mungu leo upokee muujiza maisha yako kwa jina la Yesu. siku moja nikasema, kuna mtu yuko hapa anaamini mpenzi kuliko kumwamini Mungu. Haleluya, haleluya. Nishawahi sema, yani kuna mtu anaamini mwanaume anaamini mwanamke kushinda hata Mungu aliyemuumba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huko ladi hata wewe utumie kasimu katururu, lakini yule mpenzi ununulie smartphone kabambe, iPhone mpya mpya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. So unenunulia iPhone mpya kesho kesho kutwa, haleluya, anatokomea mahali pasikojulikana na nayo na hiyo iPhone anapigia walembo wengine vidoshodosho vingine, simu ilinunulia wewe, lakini wewe anakubibu. Haleluya upite. Amen. Lakini wengine anawapigia. Mwamini Bwana Mungu wako, imani yako ukiijaza kwa Mungu, lolote utakalo liuliza kwa Bwana naye Bwana nakupa majibu. Lolote utakalopiga magoti kwa kumwambia Bwana, nahitaji kukuona Bwana, anakutana na wewe. Lolote utakalojaribu kumwambia Bwana, hivi nitende vipi ili nifanye vipi? Bwana nakwambia mwanangu, usiogope, mimi mi, nipo karibu nawe mimi mi, nipo karibu nawe. Uliza lolote, nami nitakupa majibu, kwa maana imeandikwa, wale wampendao Bwana watamwona Bwana, kwa maana Bwana yu karibu, wala Bwana hayuko mbali. Tena imeandikwa, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyo ya jua. Tena imeandikwa, ombeni nani nani mtapewa, tafuteni nani mtaona, bisheni nani mtafunguliwa. Nasema bisha bisha bisha bisha bisha, upate bisha, ufunguliwe, omba upokee, sema, penya kwa jina la Yesu. Haleluya! Imani, imani, imani, imani ukichanganya na maombi inakuwa ni bomu kubwa sana. Amen. Ni bomu kubwa sana. I'm talking about spiritually. It's not about physical life. Amen. Spiritually, imani ukichanganya na maombi, that is fantastic bomb. Hallelujah. Amen. Ni bomb. Ni bomb. Hallelujah. Amen. Na bomb hili hakuna wakulizima. Hakuna wakulizima imani na maombi. Wakubwa wote waliotikisa dunia ambayo historia zao tunazisoma kwenye Biblia walikuwa ni watu wa imani, wakachanganya sadaka zao, wakachanganya na maombi yao, dunia ikawaogopa na ikawapisha. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Wakina Danieli mpaka wanatupwa kwenye tundu la simba, haikuwa hivi hivi. Danieli anambia usiombe, bwana usiombe, usiabudu kabisa, kuomba koma, koma, siombe, Danieli. Amen. Imani ya Danieli, we have only God the God of heaven. Bwana asifiwe, only God of heaven I serve him and we serve him. Kwa hiyo yeyote atakayeniambia nisimwombe Mungu wangu aliyezifanya mbingu na nchi ni adui wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Danieli akuacha kumwomba Mungu kwa sababu alikatazwa kumwomba Mungu. Haleluya! Biblia inasema, Danieli akaongeza maombi, badala ya kuomba siku mbili siku moja, Danieli akaanza kuomba siku tatu kwa siku. Na tena Danieli hakana fungua madirisha kuwaelekea ikulu, ikulu ile iliyomkataza. Ndipo Danieli anapopaza sauti na kumlilia Bwana. Inasema, omba omba, omba. Ukichanganya na imani ah my friend, yani ung'ang'ani muujiza <coughs> tu muujiza, eh muujiza ya huo muujiza, haleluya! <coughs> Ung'ang'ani ni imani iliyochanganywa na sadaka iliyochanganywa na maombi. Malizia hapo, malizia hapo Kiwa na imani kiasi cha punje nini nini, punje, utawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, you command mountain. Mimi unaelewa hayo maneno ya Mungu yasiyogoshiwa, yenye ya uzito, ambayo uzito aubebeki wala upindiki kwa mzani wowote, unaelewa ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali una uwezo wa kuambia mlima, I command you mountain. I command my problems. I command all, my all sickness. I command all pain in my body, leave my body right now. Bwana Yesu sifiwe. That is authority you have. Haleluya, haleluya, haleluya! Imani, ongelea imani. Mwaokote na nielewa. Imani. Bwana sifiwe. Amen. Hey. Hakuna muujiza usiokuwa na chemchemi ya imani. Ukienda kwa mchungaji anasema ninauapisha, ewe ugonjwa, hama wachie mtu. Wapi? Imani. Imani. Bwana sifiwe. Amen. Hey. Mgonjwa akiwa hana imani, mchungaji ana imani. Cha kwanza mchungaji anachochea imani ya mgonjwa ili mgonjwa atakapotamkiwa neno muujiza ukae ndani yake. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu pokea imani ya kuhamisha milima kwa jina la Yesu. Pokea imani ya kuhamisha milima kwa jina la Yesu. Pokea imani ya kuhamisha milima kwa jina la Yesu. Na milima ninayoiongelea sio mountain Kenya, sio mountain Kilimanjaro. I'm not talking about mountain Kilimanjaro I'm not talking about mountain Kenya I'm not talking about Mlima Everest. Ninaongelea spiritual spiritual spiritual mountain spiritual mountain spiritual mountain. Tatizo lako unaweza likawa ni mlima, ugonjwa wako unaweza kawa ni mlima, utasa unaweza ukawa ni mlima, umaskini unaweza ukawa ni mlima, magonjwa unaweza kawa ni mlima. Nasema pokea imani, semesha ugonjwa ulio ndani yako ubele, milango wacie kwa jina la Yesu. Nasema tena pokea imani ya kusemesha matatizo, laana, mikosi ya kutafuna ianze kufungasha fungasha ameweka ukuta. Naona wana wa Israeli ili wavuke mahali, ili walazimu wapigane vita, kwa sababu kila wanakokwenda wamewekewa kizuizi. Bahari imekuwa kizuizi kwao, hakuna kwenda hakuna kwenda. Bahari na wazuia, wakapigana na bahari, wakaishinda bahari, bahari ikawachia wapite. Hehehe he he, sema sema faya Ayawametoka kwenye bahari, wanatembea tembea jangwani, mambo mengi yanawasonga jangwani marasa mama maji mpaka mwamba unalazimisha utapike maji, nao mwamba hautaki, mwamba unakataa kutapika maji. Lakini sikiliza, walioitwa na mwana wazuiriki, walioitwa na mwana wazuiriki, walioitwa na mwana wazuiriki. Kuna uwezo kutapisha mwamba nao mwamba ukatapika maji, tuna uwezo kusemesha mahali na mahali.

lazima ni kahubiri Ulaya. Ndoto yeah, yako ni hipi? lazima nijenge magorofa na watu ndoto <laughs> yako ni hipi? ndoto yangu lazima ni miliki poti za kutosha. Ndoto <laughs> yako ni hipi? ndoto yangu mimi si wakuishi kuishi Kenya. Ndoto yangu mimi ni ya kuishi Uingereza. Ndoto <laughs> yako ni hipi? ndoto yangu mimi ni ya kusafiri kwenda na

Mwanangu, yeah. nasema ufi leo mwanangu, unayo ndoto wewe, ni mhubiri mkubwa, wewe ni mwimbaji mkubwa, lazima ulichobeba kitimie, lazima ulichobeba kitimie kwa jina la Yesu. Wewe si mama wa watoto wawili, wewe si mama wa watoto watatu. Wako ma manager ila wazaa bado, wako ma MP ila wazaa bado, wako ma governor haujawazaa bado Yuko, lazima atoke. Kuna mahali nchi itafikia pale mahali nchi takapofikia kuna janga litotokea katika uso wa nchi, tatizo litakalomiza kichwa wasomi na matabibu madaktari, ambao watashindwa kutatua, na mtatuzi wa tatizo hilo atakuwa ni mtoto aliyetoka katika viuno vyako. Nasema tena, ndio maana ufi leo wala ufi kesho, nasema hivi kwamba nchi itahitaji sauti ya mtoto wako. Nchi itahitaji sauti yako. Kuna mahali watu hawatapona mpaka wewe useme kitu. Kuna mahali ambao leo wanakugalao, leo wanakona si kitu. Kuna wakati Bwana atakuinua mahali ambako hata watashangaa watesi na adui zako, wale waliokudodoa, wale waliokucheka, wale waliokusimanga, Bwana atawaleta chini ya miguu yako, nao watakuwa watumwa wa maisha yako, nao watawatenda kama utakavyo, yeah. Tazama adui zako amewafunga kamba makita makita, na amewaweka miguuni pako, na watende kama utakavyo. Nasema watende kama utakavyo. Nasema watende kama utakavyo. Nasema watende kama utakavyo. Yeah. Kila muujiza una nguvu ya imani nyuma yake, kila muujiza una nguvu ya imani nyuma yake. Haleluya! Daudi akasema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, sijawahi iona mwenye haki aliyemtumikia Mungu kwa kumaanisha na kwa kujitolea akaibika, wale watoto wake wakaombaomba chakula, wakakosa pa kulala, wakakosa pa kuvaa, wakakosa pa kuishi. Wewe uliyejitolea kumtumikia Mungu, maanisha, chochea imani yako kwa Mungu, maanisha, chochea imani yako. Hey! Endelea kumng'ang'ania Yesu. Upepo ukivuma mshike Yesu. Dhoruba ikivuma mshike Yesu. Hey! Mawimbi yakiwa mazito, imani yako ni kwa Yesu, nawe utaona matendo makuu ambayo Bwana alikusudia kutenda, ama aliwatendea wazazi wako, alitendea wazee wetu wa kale, na kwako yatatendeka, na kwako yatatendeka, na kwako yatatendeka. Kama alivyoweza kumponya yule mwanamke mjane, nawe atakuponya, nawe utakwenda kwenye acha ya moyo wako. Sema nakwenda kwa jina la Yesu. Nisikilize. Kwa nini Tomaso? Kwa nini Tomaso? Kwenye Biblia hayupo sana, hajaelezewa sana. Hata nikikwambia nitajie kitabu cha Tomaso. Hakuna. Wa alichelewa ibadani. <laughs> Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tomaso alikuwa na ugonjwa wa ugonjwa wa Tomaso ulikuwa hata to hospitalini ulikuwa utibiki. Haleluya. Ugonjwa wa Tomaso haukuwa ugonjwa wa akili, haukuwa ugonjwa wa mikono, haukuwa ugonjwa wa miguu. Ugonjwa wa Tomaso ulikuwa amini, si mwepesi kuamini. Ugonjwa wa Tomaso ulikuwa sio mwepesi wa kuamini. Hivyo ndo tatizo. Unasikia sasa mahali Tomasa na ubidi ama kuna mahali imeandikwa Tomasa na